Kuna maneno matatu tu ambayo yanaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha ya mtu yeyote, bila kujali alipozaliwa, bila kujali ana pesa au hana, bila kujali elimu yake, bila kujali ana msaada au yuko peke yake. Maneno haya sio uchawi, lakini yana nguvu kuliko uchawi. Maneno haya yana uwezo wa kuua ndoto au kuziamsha. Maneno haya yana uwezo wa kumfunga mtu maisha yote au kumfungulia safari ya mafanikio. Maneno hayo huanzia ndani ya kichwa cha mtu kabla hayajatoka mdomoni. Tatizo kubwa la watu wengi sio ukosefu wa uwezo, sio umaskini, sio mazingira, sio kukosa mitaji, bali ni lugha wanayoizungumza na nafsi zao kila siku. Kabla mtu hajashindwa kwenye maisha, huwa ameshajishinda mwenyewe kupitia maneno anayojirudia. Kabla mtu hajakata tamaa huwa tayari amejipa sababu ya kukata tamaa kupitia sauti ya ndani inayosema hawezi. Mara ndapi umejikuta unasema moyoni mwako kuwa huwezi, huwezi kuanza, huwezi kubadilika, huwezi kufanikiwa, huwezi kutoka hapo ulipo. Maneno haya yanaonekana madogo, lakini ndani yake yamebeba uzito mkubwa unaobana akili, unaozima ujasiri, unaozika matumaini taratibu, bila hata mtu kugundua. Kila mara unaposema huwezi, akili yako inachukua hilo kama ukweli. Akili haijui mzaha, haijui unajilinda au unaogopa. Inachofanya ni kutekeleza kile unachoiambia. Ukisema huwezi, akili inasimamisha jitihada zote, inafunga mlango wa ubunifu, inazima nguvu ya kutafuta njia, inakaa kimya na kukubaliana na hali. Ndiyo maana watu wengi wanakaa sehemu moja kwa miaka mingi Sio kwa sababu hawakuwa na nafasi ya kusonga mbele, bali kwa sababu walishajiamini kuwa hawawezi kusonga. Ndani yao kulikuwa na minyororo isiyoonekana iliyotengenezwa kwa maneno waliojirudia kila siku. Lakini kuna wakati katika maisha, mtu anatakiwa afanye uamuzi wa kimya kimya, uamuzi usiosikika na mtu yeyote, uamuzi wa kubadilisha lugha ya ndani. Hapo ndipo mabadiliko ya kweli huanza, sio nje, bali ndani. Sio kwenye mazingira, bali kwenye fikra. Badala ya kuendelea kusema huwezi, anza kusema unaweza. Neno hili linaonekana rahisi, lakini ndani yake limebeba mapinduzi makubwa. Kusema unaweza hakumaanishi tayari umefanikiwa, hakumaanishi tayari una majibu yote, hakumaanishi hutaanguka. Kusema unaweza kunamaanisha umeacha kujifungia, umeacha kujizuia kabla hujajaribu umeipa akili yako ruhusa ya kutafuta njia badala ya sababu. Mtu anayesema anaweza huanza kuona fursa pale ambapo wengine wanaona vikwazo, huona njia hata kama ni nyembamba, huona mwanga hata kama ni hafifu. Anaweza kuogopa lakini bado anaendelea mbele, anaweza kukosea lakini bado anajifunza, anaweza kuchelewa lakini bado hachoki. Lakini bado kuna hatua nyingine kubwa zaidi, hatua ambayo watu wachache sana wanafika, hatua ya kutoka kwenye kusema unaweza kwenda kwenye kusema utafanya. Hapa ndipo mstari wa maisha hubadilika kabisa. Hapa ndipo ndoto huacha kuwa mawazo na kuanza kuwa safari. Kusema utafanya ni kujifunga na uamuzi, ni kuacha kusubiri mazingira yabadilike, ni kuacha kusubiri mtu akusaidie, ni kuacha kusubiri siku moja isiyojulikana, ni kusema leo, hapa, sasa Utaanza hata kama una hofu, utaanza hata kama huna uhakika, utaanza hata kama una mashaka. Watu wengi wanabaki kwenye kusema wanaweza, lakini hawasongi mbele kwa sababu hawajafika kwenye kusema watafanya. Wanajipa matumaini bila hatua, wanajipa faraja bila mwelekeo. Ndiyo maana maisha yao yanabaki yale yale mwaka hadi mwaka, wakibadilisha kalenda lakini sio mwelekeo. Uamuzi wa kusema utafanya hubadilisha namna unavyoamka asubuhi, hubadilisha namna unavyoona muda, hubadilisha namna unavyochukulia changamoto. unapoamua utafanya, unakuwa tayari kulipa gharama. unakubali kuwa haitakuwa rahisi. unakubali kuwa kutakuwa na siku za kukata tamaa, lakini bado unasonga mbele kwa sababu tayari umeamua. Maisha ya mafanikio hayajengwi kwa bahati, yanajengwa kwa maamuzi madogo madogo yanayorudiwa kila siku, na maamuzi hayo huanzia kwenye maneno. Leo ukibadilisha maneno unayojirudia kesho, utaanza kuona mabadiliko kwenye fikra, baadaye utaona mabadiliko kwenye matendo, mwisho kabisa utaona mabadiliko kwenye matokeo. Usidharau nguvu ya kile unachojisemea ukiwa peke yako. Hakuna mtu anayekusikia, lakini akili yako inasikia. Hakuna anayekuhukumu, lakini nafsi yako inarekodi. Kila neno unalosema linaacha alama, ama linakujenga au linakubomoa. Kama umeishi muda mrefu ukijidharau, ukijilaumu, ukijidunisha, ukijiona mdogo, leo ni siku ya kubadilisha simulizi hilo, sio kwa mekelele, bali kwa uthabiti, sio kwa haraka, bali kwa uamuzi. Anza kwa kubadili maneno, anza kwa kubadili sauti ya ndani. Utaona upinzani ndani yako, utaona sauti ya zamani ikijaribu kukurudisha nyuma, utaona kumbukumbu kumbu za kushindwa zikijaribu kukutisha, lakini usirudi nyuma. Kila safari mpya huanza kwa vita ya ndani. Ukishindwa hapo, kilichobaki ni muda na jitihada. Mtu aliyefanikiwa sio yule ambaye hakuwahi kuogopa, bali ni yule ambaye hakuruhusu hofu iamue hatima yake. Ni yule ambaye badilisha maneno, akabadilisha fikra, akabadilisha mwelekeo. Alikataa kuendelea kuishi kama alivyokuwa jana. Leo unaweza kuchagua kuendelea kusema huwezi, na ukaishi maisha yale yale. Au unaweza kuchagua kusema unaweza na ukaanza kuona mwanga. Lakini zaidi ya yote, unaweza kuchagua kusema utafanya na ukaanza safari ya kweli ya kubadilisha maisha yako. Usingoje mtu akupe imani, usingoje mazingira ya kubali, usingoje kila kitu kiwe sawa. Maisha hayasubiri mtu yeyote, lakini mtu anaweza kuamua kuyafuata kwa ujasiri. Kumbuka hili kwa undani mkubwa, liandike moyoni mwako. Lirudie kila siku bila kuchoka. Maneno yako huunda dunia yako. Unachokiamini leo ndicho utakachokiishi kesho. Unachokikataa leo ndicho kitakachokukataa kesho. Acha kabisa kujifunga kwa maneno ya udhaifu. Acha kabisa kujipunguza. Acha kabisa kujiona mdogo kuliko ulivyo. Ndani yako kuna uwezo mkubwa kuliko unavyodhani, lakini hautaonekana mpaka ubadilishe lugha yako. Leo anza upya Sio kwa kelele, bali kwa uamuzi. Sio kwa ahadi kwa watu, bali kwa ahadi kwa nafsi yako. Badili maneno, badili fikra, badili mwelekeo. Na siku utakaposimama imara, ukiangalia nyuma, utaelewa kuwa mabadiliko hayakuanza siku ulipopata pesa, wala siku ulipopata msaada, bali siku ulipoacha kusema huwezi, ukaanza kusema unaweza, na hatimaye ukaamua kuwa utafanya. Hapo ndipo maisha yako mapya yalipoanza.